Nguvu ya kweli ni kutojihusisha tena na kile kisichokuheshimu. Ni kuacha kujieleza, ni kuacha kujitetea, ni kuacha kujadiliana na mipaka yako. Usifute namba yake, usimblock, usiombe msamaha, kwa sababu sasa, huna haja. Huna haja ya kuthibitisha, huna haja ya kuonyesha umeumia, huna haja ya kumfundisha chochote. Siyo kazi yako. Kazi yako sasa ni kuishi. Kuishi bila kusubiri. Kuishi bila kuangalia nyuma. Kuishi bila kuuliza, je, ataniona? Kuishi bila kuhesabu siku. Kuishi bila kupima thamani yako kwa majibu ya mtu mwingine. Umejifunza kitu ambacho wachache sana hujifunza. Upendo wa kweli hauombwi. Heshima ya kweli haijadiliwi, na amani ya kweli haipatikani kwa kumshinda mtu, inapatikana kwa kujichagua.